Wakati wa mwongozo sasa, mwongozo wa maisha, twende twende vipi katika maisha haya, hii ni kazi ya wahadhiri wetu. Bismillahir Rahmani Rahim, alhamdulillah wahdahu, wassalatu wassalamu ala man laa nabiyya ba'dahu, wa ba'du Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Hadhara inatosha kwa mauidha kwa kila mmoja wetu, hadhara hii yatosha kwa mauidha kwa kila mmoja wetu. Kwa wale ambao wamekwenda, wamejaaliwa kutekeleza ibada hii, kukamilisha nguzo ya tano Uislamu, na mshukuru Mwenyezi Mungu sana, kwa sababu wao ni watu walioteuliwa. Hakuna kitu kizuri kama kuteuliwa Duniani kuna mambo mawili: kuna kuchaguliwa, unagombania unafanya kampeni, na kuna kuteuliwa. Viongozi wamekaa wanakuambia tumekuteua, unafanya lile jambo. Uliokwenda hija, Mwenyezi Mungu kawateua, wanatakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu sana sana sana. Na akikumbuka jambo hili mtu aporomoke chini, alete sijda ya shukri, kwa sababu Mwenyezi Mungu kamteua bila mwenyewe kujua kilichotendeka. Katika hadithi imekuja kwamba Nabii Ibrahim ba mwanawe baada ya kujenga Al-Kaaba alimwambia aliambiwa, ali na Mwenyezi Mungu sasa, waite watu waje wahiji nyumba, ushamkamilisha Al-Kaaba, waite watu waje, sasa waje wahiji. Nabii Ibrahim akasema, Walam yablugh qawli ya Allah, maneno yangu, kauli yangu, sauti yangu itafika wapi? Ni jangwa katikati ya jangwa, haifiki pahala. Mwenyezi Mungu akamjibu, alayka bin nida wa alayna al-balagh wewe kwako kwa wewe ni kuita tu, itamfikia nani sio kazi yako. Nabii Ibrahim akafanya kama alivyoamrishwa Mwenyezi Mungu jalla waala, akajaalia wito ule ukamfikia kila kiumbe ambaye Mwenyezi Mungu kamwandikia kuhiji. Viumbe wote walikuwa katika migongo ya wazee wao, katika migongo ya baba zao, tangu siku ile ilionaliwa wito ule ayuha nasu Inna rabbakum, enyi watu, Mwenyezi Mungu wenu kajenga nyumba, anataka mje kuhiji. Basi wale wote waliohiji mwaka huu wajijua Mwenyezi Mungu aliwateua, majina yao yakaandikwa fulani. Mwenyezi Mungu anakupenda sana. Yua, na wale ambao hawakupata nafasi ya kuenda kuhiji, basi si kama Mwenyezi Mungu kawatupa, la, wanateka wamuombe Mwenyezi Mungu kwa kila namna. Mwenyezi Mungu atsumoja hamrudishi mja wake Nimalize maneno mawili ni matatu, tunatakiwa tuishi baina ya hija mbili. Hija ya kwanza ni hii hija ya kwenda hija, waliokwenda wamerudi, na hija ya pili ni hija ya kuja duniani na ile siku tutaondoka. Kwa hiyo kama tulikwenda hija Makka, tukatembea tukafanya yale tuliombishwa, kila unaotaka kulifanya unamuuliza Sheikh Yusuf, hapa nasome dua gani? Soma dua kadhaa. Sheikh Yusuf, hapa ni pande panda. Sheikh Yusuf kila unachotaka kufanya unauliza. Ndio ulitakiwa duniani uishi kwa amri za Mungu. Shekhe, nataka kukuoa nifanye nini? Kapose. Shekhe, nataka kuchinja nifanye nini? Fanya, uishi kulingana na mwongozo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu safari zote mbili ni safari. Kuna safari ndefu na safari fupi. Safari fupi tumesharudi hija, lakini kuna safari ndefu ambayo ya mauti. Tuatakiwa tuishi maisha yale yale ya kuchunga mipaka ya Mwenyezi Mungu. Waliokwenda hija nitaje mmoja wawili, tumalize. Walijifundisha mambo mengi na hija. Anasema mshairi mmoja kwamba sio ajabu aliyekuwa hakwenda hija kuwa hana hamu, lakini ajabu aliyekwenda hija kisha asitaki kurudia. Jambo la ajabu sana hili, kila anayekwenda hija basi lazima ataki kurudi. Hiyo ndio siri ya hija. Yule mwenye ambaye hajakwenda hija hamu yake ndogo sana, kwa sababu hajui anachokikosa lakini yule aliyokwenda ule, wallahi na hakika kila mmoja wenu anatamani arudi tena na tena, anatia tetena, anatia nia. Sayidna Sufyani ibn ibn Uyaina rahmatullahi alayhi alikuwa kila akenda hija, kabla hajatoka kishamaliza kila kitu, kisha kishafanya lwaai, anamaliza sasa, anda Mwenyezi Mungu, ya Allah la tajal hadha akhira ahdi ilaika, na kuomba Mwenyezi Mungu usiifanye hii safari yangu ikawa ya mwisho kwako. Basi Mungu akirudi anampa safari ya pili akahiji. Ibn sufan bnuamallahi alayhi mara 80 katika maisha yake. Mara yuko kona, wanafunzi wake hii dua hakuomba baada ya kurudi, nastahi kumuomba Mungu kila sikujamo Safari hii imestahili kumomba Mungu kado ni imani kafa habari imekwisha. nini maana yake? Maana yake ni kwamba kila ulichomuomba Mungu katika hija hakikisha atakupa, leo kesho au baada ya muda. Muhimu tu kuwa na yaqini, udu llahi wa antum muqinuna bil ijaba, inshallah. Kwa haya machache, naomba nisimani hapa, shuknalafuminu. Asanteni kwa utulivu. Mungu walipe katika utulivu huu Amen. Amen.